Naitwa Rose Mkata, ni muuguzi kiongozi katika jengo hili la ICU. Tuko hapa jengo letu limefunguliwa toka siku ya Ijumaa, toka siku ya Ijumaa. Tuna wagonjwa wawili, na mpaka dakika hii kuna mgonjwa mwingine ambaye anahitaji huduma za ICU, yuko theater. Baada ya operation ataletwa hapa, lakini kwa, mpaka dakika hii hatuna changamoto, vitendea kazi tunavyo vya kutosha huduma zinaendelea vizuri na wagonjwa toka tumewatoa kule maodini kuwaleta hapa mpaka dakika hii wanaendelea vizuri. Kipindi cha nyuma tulikuwa tuna ICU ambayo ilikuwa ni ndogo, ilikuwa ina uwezo wa kupokea wagonjwa kumi na nne lakini kwa sasa serikali imeweza kututengezea jengo la kuweza kupokea wagonjwa thelathini. Kwa hiyo hapo kidogo tunashukuru sana sana, tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa kutuongezea idadi ya jengo. Kwa sasa hivi jengo tulionalo ni kubwa na linakidhi vigezo na liko vizuri sana, na wagonjwa wote watakopata matibabu hapa na imani watatoka vizuri sana, na tunawaahidi tuna kuokoa maisha yao. Kwa upande wa vifaa, vifaa vingi sana vimeletwa sasa hivi. Kwa mfano kuna kifaa kimoja kinaitwa defibrillator. Ambayo hiyo yani inafanya kazi ya ya kushtua mapigo ya moyo ambayo yamefanyaje, yamelala niseme hivyo. Kwa hiyo inafanya hivyo, kipindi cha nyuma hatukuwa nayo, lakini kwa sasa hivi tunayo na zinafanya kazi kwa ufanisi. Kwa kweli tunahakikishia tutawapa huduma ambayo stahiki, tutafanya kazi kwa uweredi na matibabu yao yatapata kama itaki, yani kama inavyotakiwa. Shukuru <clears throat> sana kwa jinsi ambavyo kazi inaendelea na kikubwa tunachosisitiza ambacho pia mheshimiwa rais wetu anasisitiza ni hali ya kutoaji huduma katika hali ya kuwa rafiki kwa wagonjwa, na nimefurahi kwamba una tabasamu zuri na hata wagonjwa wanajisikia vizuri kwa kweli. Lugha tunataka tutoke kule kwenye zile tabia za lugha zile za ukaripiaji kwa wagonjwa na nini, upendo mkubwa uwepo, lakini pia u, u, tufate zile taratibu zetu za maadili ya kazi zetu za udaktari na uuguzi na kadhalika. Kwa hivyo nilichokielekeza hapa ni kwamba tunalo eneo katika uh, utaratibu mzima wa mpango wa vyumba vilivyowekwa, kuna eneo lililotengwa kwa ajili ya wale wagonjwa ambao magonjwa yale ya kuambukiza. Sasa ni vizuri tukafocus, kwa sababu ukishapata ukisha uzoefu huko nyuma basi mbeleni lazima tuwe na utaratibu ambao tutajiweka vizuri zaidi. Kwa hivyo kile chumba tulichokiweka kwa ajili ya, ya magonjwa yale ya kuambukiza ya wenye kuhitaji uangalizi maalum, nadhani tungeangalia utaratibu wa kuweza kutanua kidogo, tukapata vitanda zaidi ya vile ambavyo tunavyo sasa. Lakini pili, tukamilishe sasa fanicha, vifaa thamani za ndani, hasa kwenye vyumba vya madaktari na wauguzi, lakini na chumba kile ambacho madaktari na wauguzi wanaweza kupata chai na kuweza na viti vile viwepo, waweze wakahudumia, na na bila kutoka katika ile eneo. Na mwisho kabisa, ninawapongeza kwa kazi nzuri ambayo mnaifanya, kwa kweli mnatupa faraja kubwa. Fedha ni nyingi, zimeingia katika ujenzi huu na katika miundo mbinu mbalimbali, lakini uwekezaji huu wote wa fedha hizi ni kwa ajili ya binadamu, kwa ajili ya watu, na tunategemea tuone tija kubwa sana na hali za watu zikaendelea zika kuimarika.